muraoneza nshuti zanje murakaza neza kuri fredi swahili aho tuigiri ndimi mu buryo bworoshye uyu munsi tugiye kwiga inzagihe uko wavuga ibyo uzakora ejo na hazaza. Habari rafiki yangu, karibu kwenye chaneli ya Fredi Swahili, mahali pa kujifunza Kiswahili kwa njia ya rahisi na ya kufurahisha. Leo tutajifunza wakati ujao, jinsi ya kuzungumza mambo utakayofanya kesho wiki ijayo na siku zijazo. Kama unataka kuongea Kiswahili kwa ufasaha na Kinyarwanda bonyeza neno subscribe. Sasa pia tutatazama video hii paka mwisho. Nimekuandalia zoezi la kukumbusha pia, ngoja tuanze na mifano. Nita, mfano wa kwanza nitakula baadaye ndivu uzekuja mkanya atakuja kesho azaza aza, ejo tutasoma wiki ijayo, tuziga icyumweru gitaha. Muundo wa wakati ujao oh, ahangane nka formiere ya, ya inzagiye. Okay, muundo wa kawaida uzaba uh, ufite kiambishi cya nafsi nk'ibisanzwe. Uh, insimbura zina kakajambo kadahindukaho uteranyaho ta uteranyaho inshinga kitenzi utakuwa na kiambishi cha nafsi kujumlisha ta kujumlisha kitenzi e, kuko na ivuza naivuzaungao zaofite kaka jambo kadahinduka ku simbula zina ok, utaranya uta utaranya jeo nshinga hapa pia. Kuna mifano kuna mifano ya sentensi. mimi nitasoma kesho, njoi nziga ejo. Wewe utafanya kazi kesho, wewe uzakora kazi ejo. Yeye atakunywa chai, wewe azanywa chai. Okay, sisi tutaenda sokoni, twebwe tuzaja mu soko. Nyinyi mtacheza mpira, mwebwe mza kinu mpira. Wao watakuja jioni, wao bazaza kumugoroba. Sasa tumefika mahali pa kukanusha. Kukanusha au kukana, kukana ni negative, kuwakana okay. uh, katika wakati ujao autumii ta bali tunatumia si au ha nafsi muundo mfano: mimi kujumlisha, kujumlisha si kujumlisha kitenzi tutapata kitenzi kitenzi kuja. Mm, tutapata sitakuja, sinzaza, sitakuja ubwo sinzaza. Aha, anono bundi formule ikomeje? wewe kujumlisha, hu kujumlisha kitenzi fanya, hutafanya, hutafanya nuzakora. Pia tuendelee na na nyingine hapa. Kuna nani nyingine, yeye kujumlisha ha kujumlisha kitenzi soma, hata soma naziga, hata soma naziga. Pia tuju... tuangalie nafsi nyingine hapa, sisi kujumlisha ha kujumlisha tu kitenzi kujumlisha kitenzi enda, atuta atutaenda. mm. ntago tuzajayo, atutaenda ituzajayo. Aha, kujumlisha kitenzi nyinyi, kujumlisha nafsi nyinyi pia kujumlisha ha ham kujumlisha kula, hamta kula, ni muzaja. Okay, ni muzaja ni muzaja okay. Uh, turebe kujumlisha, tutakuwa na wao kujumlisha wa kujumlisha kitenzi cheza awatacheza, ntibazaa kina awatac che? awatacheza uh -huh. mfano tukiangalia mwingine hapa, mimi sitakula njewe, sinzaja uh -huh. mimi sitakula tuabonye kosi ugo ni mpakani uh -huh. yeye atafika leo yeye atafika leo. Nikuvuga we, ntaza gero uyu munsi ntago azagera uyu munsi eh. Wao awatasoma kesho, bo ntibaziga ejo. Pia hapa kuna maneno ya maneno ya muda usaidia wakati ujao. Tuna maneno kama kesho, kesho ni ejo azaza kesho. Okay, baadaye, mkanya gato, wiki ijayo icyumweru gitaha cyangwa icyumweru kizakurikiraho. Aha mwaka ujao, umwaka utaha. Muda mfupi ujao, akanya gato karibuze. Okay. Mfano, tukoresha amagambo araha. Nitakupigia baadaye, ndaguhamagara mkanya. Nitakupigia baadaye magambo. Sasa ndugu yangu, tumefika kwenye kipindi chetu. Asante sana kwa kuangalia video hii hadi mwisho. Natumaini umeelewa vizuri somo la wakati ujao. Kama umejifunza kitu kipya leo, tafadhali bonyeza subscribe, like na share kwa marafiki zako. Usikose video zinazofuata hapa Fredi Swahili. Asante sana.